Sisi kama bunge uh, tumeandaa tukio la Bunge Marathon ambalo linatarajiwa kufanyika tarehe kumi na mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uh, tukio la Bunge Marathon ni tukio ambalo kwa mwaka huu linafanyika kwa mara ya pili. Mwaka jana tulifanya na tulipata wahudhuriaji waliokimbia, uh, zaidi ya elfu tatu na mwaka huu tunaifanya kwa mara ya pili na tukiwa na matarajio ya wakimbiaji zaidi ya elfu tano. A uh, Bunge marathon ni mbio ambazo zinahusisha kilomita ishirini na moja kilomita kumi na kilomita tano na, na ni mbio ambazo ni international standards kwa maana zinazingatia taratibu zote za marathoni duniani, na marathoni yetu ni marathoni ambayo pia imesajiliwa katika marathoni ambazo zipo katika taifa letu la Tanzania na tarehe kumi na mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndo tukio itafanyika pale Dodoma. A, marathoni yetu iko, iko, iko, iko katikati mwa nchi makao makuu maku ya nchi Dodoma, ambako pia bunge la jamhuri ya muungano inafanya kazi zake pale. Ndugu waandishi wa habari, kusudi la marathoni hii ambayo imeanzishwa na mheshimiwa Spika Dkt. tulia Ackson, a rais wa umoja wa mabunge duniani Uh, target kubwa kwanza ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwenye kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki kwenye michezo, uh, wanashiriki kwenye mbio lakini wanashiriki kwa kujiweka afya sawa kwenye kuhakikisha kwamba wanashiriki marathon mbalimbali. Sisi kama Bunge tunaifanya hii uh, kwa ajili kwanza kuimarisha mahusiano yetu na Watanzania, mkikumbuka kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mba, Tanzania ni bunge la wananchi. Kwa hiyo tunategemea marathoni hii pia inatuleta pamoja sisi pamoja na Watanzania wenzetu, lakini uh, marathoni hii inahusisha Watanzania wote, manake ukishasema Bunge Marathon watu wengine wanatafsiri kama ni inahusisha wabunge tu. Hapana, Watanzania wengine wowote pale walipo ndani na nje ya ya, ya Tanzania, si tu Watanzania pia na wa mataifa mengine, kwa sababu mwaka jana pia tulikuwa na watu kutoka Kenya kutoka Sudani na nchi zingine huwa wanashiriki. Kwa hiyo ni marathon ambayo inawajumuisha watu wote, na marathoni yetu uh, <coughs> ni marathon ambayo pia imebeba ajenda ya ujenzi wa shule ya Bunge Boys Secondary School.